Hospitali ya Rufaa ya Kanda iliyoko Chato tayari imeanza kupokea wagonjwa kutoka nchi jirani hususan Rwanda, Burundi na Congo DRC wanaofuata huduma za matibabu ya kibingwa. Kaimu Mkurugenzi wa Hospitali ya Rufaa ya Kanda Chato, Dr. Oswald Lyapa amesema hayo mbele ya viongozi wa Chama Cha Mapinduzi na Serikali waliofika hospitalini hapo kwa ajili ya kutoa msaada. Viongozi wa chama na serikali waliambatana na familia ya Hayati Dr. John Magufuli kutembelea hospitali hiyo ikiwa ni sehemu ya miaka minne ya kumbukumbu -kumbu ya kifo cha rais huyo wa serikali ya awamu ya tano. Dr. Oswald amesema hayo ni matukio ya upatikanaji wa huduma zote za kibingwa kutokana na uwepo wa vifaa tiba vya kisasa ikiwemo MRI, CT scan, kipimo cha magonjwa ya moyo na mashine kumi za kusafisha figo. Amesema hospitali kwa siku inahudumia takriban wagonjwa mia moja na watano mpaka mia moja thelathini na kati ya hawa wanaolazwa ni wagonjwa kumi mpaka ishirini na tano kwa siku, na pia hospitali inapokea wagonjwa wa rufaa kuanzia kumi na kuendelea kwa siku.